Na huku ubomoaji wa eneo la Makongeni ukitarajiwa kufikia sehemu ya maabadi imekuwa hafla ya mwisho kwa kanisa la Legio Maria ambalo limemiliki kanisa kwa zaidi ya miaka 40 eneo hilo. Kanisa hilo sasa likimtaka rais William Ruto kuingilia kati na kusitisha ubomoaji wa kanisa wanalosema wameekeza pesa nyingi. Wili lusige na mengi zaidi. Ilikuwa ni ibada ya mwisho ya kanisa la Legio Maria Makongeni kabla ya serikali kuanza ubomoaji wa maeneo ya ibada yaliyojengwa katika ardhi iliyotengwa kwa ujenzi wa nyumba za serikali. Deadline is today. And we are not ready to leave today. So we request the government of Honorable President William Ruto to give us a time and to give us a permission to continue Praying here, as we always do. Kanisa hilo likisema majadiliano na wadau yamegonga mwamba And it concerns us that we are being affected without proper notice and due diligence. We have tried to, dia to dialogue with the concerned parties in vain. Thus the resolve to reach out to you wakisema walikabidhiwa ardhi hiyo mwaka 1982 na tayari wamewekeza mamilioni ya fedha. And the investment on the land to date amounts close to 35 million Kenyan shillings, with a population of faithfuls growing from the few members at inception to upwards of 1 To date. Maeneo ya ibada ikiwemo makanisa na misikiti yalipewa ilani hadi tarehe 30 Novemba kuhama la sivyo tingatinga zitarindima. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.